Lazima nitumie matamshi matamu yaliyokolea munyu, matamshi matamu kama ya tapeli mwenye tajriba, pana hali ya kulipua makombora ya misamiati. Mheshimiwa Hayati Raila Odinga alikuwa kiongozi mwenye falsafa, mwenye hekima, mwenye busara ambaye ushabaki wake umahiri wake katika ulingo wa siasa ulijawa na sifa sufufu sifa kedekede sifa maridhawa kama mchanga wa bahari. Kuna mahali ambapo uliona pengine alinyimwa heshima yake na Wakenya ama maafisa wa polisi wakati wa maombolezi yake. Kwa hakika kwa bayana, kusema ukweli, wananchi uh, walikuwa wakiandamana sanjari mpororo wa kijaja pale kijaje, na kusema kweli, walifanya vibaya. Wajua, hawakujua uh, umuhimu wa Raila kukua katika nchi hii yetu ya Kenya. Walikuwa waliona ya kwamba Raila ni mwanadamu mwana wa kawaida, isipokuwa uh, kwa, kwa hakika kwa bayana, huyu alikuwa kiongozi ambaye anafaa aheshimiwe, na pia i felt devastated because of the terms huyu uh, governor ali, alitumia. It means that uh, maybe he was suffering from psychosomatic sasa tukiweza uh... kuangalia baada ya mazishi ya Raila kumalizika, tuliona yeah, wengine waliweza kukanyaga yale maua ambayo yalikuwa yamewekwa pale kwa katika lile eh, kaburi la, la Raila. Pengine maoni yako kuhusu kitendo hicho ni yapi? waliweza kukanyaga lile kaburi It was lugubrious, it was obnoxious, it was cumbersome. Mtu kukanyaga matanga ya Raila hata wangeenda kukanyaga matanga ya mengine si ya Raila, Ra, Raila Odinga ambaye watu wanamheshimu sana. So hiyo hiyo ilikuwa mbaya. Wananchi tujue ya kwamba kama ni state funeral, uh, imesimamiwa imes, na uh, mheshimiwa William Ruto. U, u, uone ya kwamba hii ni state hii ya ya kawaida. Na, pia, I must thank, uh, God for making William Ruto a testimony and an example to many presidents in this world. Through the Lord's grace and ability at work in him, he was given an opportunity to perform his duties with such an outstanding proficiency that those who are watching are inspired for excellence. That is why he made abatanga ya Raila to be done harmoniously, courageously, elegantly, fabulously.